Mortis ni muuaji na nguvu yake kubwa zaidi ni uwezo wake wa kuangamiza timu nzima ya adui peke yake ini kilichomfanya awe mmoja wa wachezaji maarufu na wanaochezwa kwenye mchezo huu ni kwamba yeye pekee ndiye anayeweza kufunga goli la aina hii kwenye Brawl <muchos> awa kwanza kabisa, kwa wale wasiomfahamu Mortis, nitawaonyesha haraka jinsi anavyofanya kazi. Mashambulizi yake ni yale tunayoyaita dashes, maana yake anasonga mbele wakati huo huo anaposhambulia. Supa yake inasababisha uharibifu na kurejesha afya yako kila inapompiga adui, na ukikaa sekunde nukta nne tano bila kushambulia, kipimo kitaanza kujaza na kikijaa kitafanya dash yako inayofuata iwe na umbali mara mbili zaidi. Mortis anachezwa zaidi kwenye Brawl Ball, Game Grab na Bounty. Wasta poa na kushauri uchukue snake serpent. Hii itakuwezesha kupata dashi yako ndefu tena kwa haraka zaidi. Kwa kifaa chagua jembe la kuishi, inakusaidia kujaza risasi zako upya kwa haraka zaidi na kwa kuwa Mortis ana kasi ndogo sana ya kujaza risasi, hii ni muhimu sana kwa gia. Chukua uharibifu na ngao. Katika hali fulani, zingine zinaweza kutumika lakini katika hali nyingi hizi mbili ndizo bora zaidi. Hivi ndivyo mwonekano wa build kamili ulivyo, na sasa basi kilichobaki ni mimi kujifunza jinsi ya kumcheza. kwa maoni yangu, hii ndiyo sehemu muhimu zaidi, na sasa ndiyo wakati unapaswa kuwa makini zaidi. Ili kucheza Mortis vizuri, fuata kanuni rahisi sana: tumia supa yako kila mara kwa maadui wengi kwa wakati mmoja. Kuna sababu mbili za kufanya hivi. Ya kwanza ni kwamba kwa kuwa Mortis anashambulia kwa karibu, ataumia bila shaka, kwa hiyo kujiponya ni muhimu sana na nikukumbushe kwamba kadri unavyogonga maadui wengi zaidi ndivyo unavyojiponya zaidi. Sababu ya pili ni kwamba kadri unavyogonga maadui wengi zaidi kwa supa yako ndivyo itakavyojaza tena haraka. Mpaka sasa sikutaka kukupa taarifa nyingi za kukariri, lakini kwa kile nitakachokuambia sasa, kwa bahati mbaya, ni muhimu. Mchezo unapoanza, unahitaji kugonga maadui watano ili kufungua supa yako ya kwanza. Hii si lazima kabisa ujifunze, lakini ni vizuri tu kujua. Unapotumia supa yako kwa mtu mmoja tu, unahitaji kugonga maadui wanne ili kuipata tena ukaitumia kwa maadui wawili, utahitaji mashambulizi mawili tu, na kwa maadui watatu utahitaji shambulizi moja tu. Kuna ujanja mdogo wa kujaza haraka zaidi. Kwa kuwa Mortis ana shambulizi la eneo, anaweza kugonga maadui wengi kwa shambulizi moja. Kwa hiyo kama unavyoona, unaweza kujaza super yako mara nyingi. Shida utakayokutana nayo mara nyingi ni kwamba ili utumie super yako kwa watu wengi, wanahitaji kupangwa mstari mmoja, na kama unavyoweza kutarajia, hawatakuwa wamepangwa mstari kila wakati, lakini kama wasemavyo, kila tatizo lina suluhisho. Na kwa tatizo hili suluhisho ni dash zako. Unachotakiwa kufanya ni kutumia dash yako kujipanga kwenye pembe sahihi ambapo maadui wamepangwa mstari. Bila shaka huu ni mchezo wa kirafiki tu, lakini sasa nitakuonyesha matukio halisi ya mchezo ili uelewe hata zaidi. Katika hali hii bado huwezi kuona, lakini kulikuwa na maadui wawili kwenye vichaka, kwa hiyo niliamua kudash kwa Frank, na sasa kama unavyoona, nina pembe kamili kwa ajili ya super yangu. Nilijaribu kuwapiga wote watatu, lakini nimewapiga maadui wawili tu, ambayo bado ni vizuri sana kwa kweli. Kwa hiyo kama ulikuwa makini hapo awali, nahitaji kutumia mashambulizi mawili ili nipate supa yangu tena. Kama nilivyotarajia, nilifanya mashambulizi yangu mawili nikapata supa yangu tena. Na safari hii niliweza kuwapiga wote watatu. Kwa hiyo safari hii nahitaji shambulio moja tu. Nafanya shambulio langu na nafanikiwa kuwapiga wote watatu. Kutokana na zile supa tatu nilizopiga tayari hawana afya iliyobaki, hivyo inabaki kumalizia kuwaua. Katika hali hii bado sina supa yangu, lakini nahitaji kupiga mara moja ili nipate kwa hiyo nafungua supa yangu na kuitumia kwa watu wawili. Kwa kawaida nahitaji dash mbili ili niipate tena, lakini kama nilivyosema awali ukipiga maadui wawili kwa dash moja, itachaji supa yako mara mbili. Hivyo ndivyo nilivyofanya hapa. Nilitumia supa yangu tena kwa watu wawili, nilitumia dash kumuua Mizi. Na sasa tutakutana na hali maalum sana ambapo nitaitumia supa yangu kwa mtu mmoja tu, kwa sababu kama Spike atakufa inatuhakikishia bao. Kwa hivyo, katika kesi hii inafaa sasa kwamba umejua zaidi au pungufu kuhusu kombo za Mortis. Kwa bahati mbaya basi, nina habari mbaya kidogo. Huwezi tu kushambulia mtu yeyote katika Brawl Stars. Kuna kile tunaita matchups, yaani kuna mabrawler ambao wanawazidi wengine nguvu. Kwa mfano, nikijaribu kumshambulia Shelly ambaye ana super, basi haitamalizika vizuri. Hii pia inahusu Nani au Gale. Kwa kifupi kuna mengi ya kujua kuhusu match ups. Kukuelezea moja baada ya nyingine itachukua muda mwingi, lakini nitajaribu kukupa mutasari rahisi kabisa. Miongoni mwa mabraula wa kuepuka, kwanza kabisa ni wale wanaotoa damage kubwa sana kwa muda mfupi, kama Bull, Shelly au Griff akiwa na supa yake, kwa mfano. Shida na aina hii ya mabraula ni kwamba wanaweza kukua kabla hata hujapata nafasi ya kupona. Kwa hiyo kama una nafasi ya kuchagua, jaribu kuwaepuka kadri uwezavyo. Kuna pia mabraula wanaokuzuia kushambulia, na niambie tu hutaki kabisa kucheza dhidi yao. Ukiishia kupambana nao uso kwa uso na huwezi tena kushambulia unajisikia tu kama kulia. Hao hakikisha kabisa unawaepuka. Halafu wanaokukera kidogo lakini bado ni wasumbufu sana ni wale mabraula wanaweza kukusukuma nyuma au kukupiga bumbuazi. Kwa kifupi, kama wako peke yao ana kwa ana, unaweza kuwashambulia, lakini kama wako karibu na mwenzao au kitu kama hicho, kuwa makini, kwa sababu wanaweza kukushambulia kwa pamoja na kukuua kabla hata hujapata nafasi ya kupona. Na kama aina ya mwisho ya mabraula wanaokera, kuna wale wote ambao wana uwezo mkubwa wa kusogea au wanaweza kutoroka kwa urahisi. Kwao ni kitu kile kile, hawakuzuii moja kwa moja, lakini wanakuzuia usipate supa yako kwa watu wengi, kwa hiyo Ndiyo, si hali mzuri. Ukisikia hayo yote, labda unajiuliza ni nani wamebaki, lakini usijali. Sasa tutaongea kuhusu mabrawler ambao unaweza kuwashinda. Kwanza kabisa, kuna wale wanaorusha silaha kutoka mbali. Mara nyingi huwa ni dhaifu kwenye mapambano ya karibu na unaweza kuwakaribia kwa urahisi. Kwa hiyo usisite kuwashambulia muda wote wa mchezo kama utahitaji. Halafu kuna mabrawler ambao hawatoi uharibifu mkubwa, na kwa kweli wapo wengi wao. Kwao pia ni kitu kile kile, hao ndio walengwa wakuu kwako. Kuna pia mabrawler ambao hawana afya nyingi na unaweza kuwatoa kwa mapigo mawili au matatu tu. Na mwisho kuna wale ambao wana ucheleweshaji kati ya mashambulizi yao au wanafyatua risasi kwa mafungu. Sasa kwa hao mambo ni magumu kidogo, kwa sababu unaweza kuwashambulia na wakati huo huo ukiepuka risasi zao, lakini si rahisi hivyo, bado inahitaji mazoezi kidogo, lakini usijali, kujifunza haya yote kunakuja kadri unavyoendelea kucheza. Kwa hiyo kama wewe ni mchezaji mpya usijali kama unaendelea kufa mchezo wako wa kwanza. Ni kawaida, kila mtu amepitia hilo, hupaswi kukata tamaa. Kwa hiyo tumeona kwamba huwezi kushambulia mtu yeyote tu, lakini ukiwa na Mortis kuna mambo mawili muhimu sana ya kuzingatia: pointi za afya za adui na risasi zao. Kulingana na vigezo hivi viwili, kuna mabraula ambao kawaida wanakushinda, lakini wanaweza wasikushinde sana. Tuchukue Jackie kama mfano kama unavyoona nikiwa peke yangu, sina nafasi kabisa. Lakini Brawl Stars sio kuhusu mapambano ya mtu mmoja mmoja tu. Naam, inaonekana kama kuishi tu, lakini bado kwa sasa sina uhakika kabisa. Hata hivyo, inawezekana mmoja wa wachezaji wenzako akamshusha Jacky afya, na katika hali hiyo wewe ndiye unashinda, si yeye tena. Hiyo ilikuwa kuhusu pointi za afya ambayo ni rahisi sana kugundua, lakini kama nilivyosema awali, hii pia inahusiana na risasi. Tukirudi kwenye mfano wa Jackie, Jackie ambaye hana risasi yoyote iliyobaki hawezi kukudhuru, kwa hiyo unashinda moja kwa moja. Lakini ili kujua hilo, lazima uweze kuhesabu, na nakubali kwamba kama umeanza tu kucheza, si jambo rahisi sana kufanya. Lakini jaribu tu kukumbuka kwamba mpiganaji ambaye kawaida ana kushinda kama hana risasi wala afya iliyobaki, hawezi tena kukushinda. Kwa hiyo ni juu yako kuwa na subira na kusubiri fursa. Sasa tutaongea kuhusu mambo yote unayoweza kufanya na mpira kwenye Brawl Ball. Kwa sehemu hii nitaifanya kwa hatua mbili. Kwanza nitaonyesha kila kitu kinachowezekana kufanywa na Mortis alafu nitakupa baadhi ya hali ambapo nitasitisha ili ujaribu kujua mwenyewe cha kufanya. Jambo rahisi kabisa ni kutupa mpira na kukimbia kwa kasi kwa wakati mmoja. Unachotakiwa kufanya ni kugusa mara mbili sehemu ile ile na utafanikiwa bila shida sana. Unapaswa kujua kwamba kuna njia nyingine pia. Unaweza kufanya hivyo ukitumia ukuta, lakini sikushauri. Kwa kweli haina faida sana. Sasa kuna sehemu inayohusisha supa yako. Kwa hiyo kuna njia tatu tofauti. Kwa zote tatu utahitaji supa yako na dash ndefu, haijalishi nini. Ya kwanza ni rahisi tu, unatupa mpira na kuuchukua tena. Unapaswa kujua kwamba ili kufanya hivi unahitaji kuwa na muunganisho mzuri kabisa. Kwa hiyo kama mara nyingi unapata hitilafu au kuchelewa kwa mtandao, itakuwa ngumu sana. Ya pili ni sawa, lakini unafanya dhidi ya ukuta, na ya mwisho ni kutupa mpira, lakini usifanye dash mara moja, ili uweze kutumia dash zako zote na kwenda mbali sana. Siwezi kukuambia hasa ni lini utumie ipi unahitaji kukuza aina fulani ya hisia ya mchezo kadri unavyoendelea kucheza. Ni ngumu kuelezea, lakini kadri unavyocheza zaidi, hupaswi kuwa na shida kufunga magoli mazuri. Kama nilivyosema, nitakuonyesha baadhi ya michezo kutoka kwenye mechi halisi, ambapo nitasimamisha mchezo, labda kujaribu kubaini kile ningeweza kufanya. Kutakusaidia wewe kufanya hivyo kwenye mechi halisi. Basi hebu tuanze.